Na watoto wangu hey. Nilisaidiwa nyuma na shemeji yangu huyo mm. Shemeji yangu ndio amefanya mipango yote hiyo ya mtoto wangu mpaka kwenda kubakwa. Nilikuwa katika kituo cha kata, nikiwa kama askari jamii, wakanisaidia bila palepale, wakanitoa kwa hujuma hizo hizo, kama mnampaje hiyo kazi ya uaskari jamii, wakati huyu dada anahalipi kodi kwangu, naomba mumuue. Ila ni Mungu alinisaidia, kinywa maji wananiwekea sumu kwenye maji, ni Mungu alinisaidia waziri

OCD uko wapi? Polisi Kata uko wapi? <laughs> Eh, hey, uko salama, umeshafika mikono salama wasaidie yuko wapi, kamanda? Tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mimi, silifahamu, inashughulikiwa. Tuma vijana wako, hawa wanaotuhumiwa wapatikane leo, leo vijana wako au wanaotumiwa wapatikane leo, leo. Pata maelezo ya kina kwa mama yetu akiwa ametulia na mwenyekiti, na maelezo ya mwenyekiti, na maelezo ya mwenyekiti pata na nyaraka. Lakini pia huyu mama ahakikishiwe usalama wake, ahakikishiwe usalama wake. Asante waziri, una unakaa wapi? Mwenyekiti, mwenyekiti, <laughs> hili jambo umesikia? <laughs> na umekaa nalo mheshimiwa waziri mkuu, hili suala wanamzuia amekutetea. Nataka uingie tiani na wewe una bahati, amekutetea. Tunasema hivi viongozi viongozi wote wa serikali jambo la mwananchi likishafika kwenye mikono ya serikali ni lazima viongozi tulifuatilie sio kumwacha yeye aendelee kufuatilia naisema leo kwa kata ya nyasaka na kata zingine zote Mwananchi akishafikisha jambo kwenye kata, amefika kwenye ofisi ya kata, viongozi fuatilieni wenyewe, sio sio mwananchi mwenyewe kuanza kuhangaika kumtafuta mkuu wa mkoa. Tunasogeza ofisi za serikali karibu na wananchi, ili kuwapunguzia kuwapunguzia adha wananchi wetu kuhangaika kwenda kwenye ngazi za juu. Naisema hii kwa mara ya mwisho, watendaji wa kata, wenyeviti wa kata, wenye viti wa vijiji, wa mitaa, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, viongozi ngazi mbalimbali mbali, tarafa, wilaya, mwananchi akishafika ofisi ya serikali akafikisha jambo lake kwenye ofisi, tunataka serikali ndio ianze kufanyia kazi jambo hili. Mwenyekiti, kama mama asingekutetea hapa, unawe ungekuwa hatiani, ningeelekeza wote mkamatwe, na, wa, na wahalifu na ninyi ambao hamkuchukua hatua tuwe. Haya, hatuwezi tukaacha yakaendelea ya mambo ya ovyo ovyo ya aina hiyo. Tunataka mwananchi akishafikisha jambo kwenye mikono ya serikali, kama hamjapata majawabu, ninyi ndio mpeleke ngazi ya juu. Mnataka huyu mama aende kumtafuta wapi? RPC Huyu mama mnataka aende kumtafuta wapi? Mkuu wa mkoa, ninyi kila siku mnakutana na mkuu wa mkoa, mnaenda kukutana na mkuu wa mkoa kwa mambo yenu binafsi, badala ya kukutana kwa ajili ya mambo ya wananchi. Mnajadiliana mambo yenu binafsi, badala ya kujadiliana mambo ya wananchi. RPC, watafutwe, watafutwe hawa wenye tuma na wasitoke mpaka ukweli ujulikane na wale wake mtu amguguliu wa mama sasa. Mkuu wa mkoa, simamia usalama wa huyu mama. Haya ndiyo mambo tunayokataa mwananchi, anafikisha hoja mikono ya serikali, anapigwa danadana anapigwa danadana, anakwenda na siku nyingine, anapigwa danadana, anahangaika mpaka anaishiwa nauli, anaamua kukaa kimya. Siku viongozi wakifika, anaamua bebe bango na bango ile wananyang'anywa kabla kiongozi hajafika. Na hapa mlishataka asiniona siku nyingine eneo lingine popote pale, ambaye hachukui hatua na aliyefanya uhalifu wote wamefanya uhalifu. RPC, chukua hatua kwa hawa ambao wanatuhumiwa, na nipate taarifa wakiwa wame, waki wamesha, waki wameshapatikana na tena wasicheze kabisa wakijua huyu mama hana uwezo wa kufuatilia hili jambo. Nataka nione mwisho wake, mpaka nipate, nione mwisho wake, nione mwisho wake umefikia wapi, wakamatwe mpaka uhakika, ukweli ujulikane kwenye jambo hili. Haya mambo ya kufunika funika, watu wanaumia, wanaugulia mioyo yao, wanaumizwa, wanakosa hata kukimbilia hii iwe mwisho, ndio hivi. Na juzi kule tukakuta yule daktari kafanya vitu vya kijinga jinga, nilisema afukuzwe kazi, akamatwe na afunguliwe kesi ya ubakaji. Na huyu mama amesema huyo mtoto wake kabakwa, huyo akamatwe, uchunguzi ufanyike, afunguliwe kesi ya ubakaji.